Kuja hapa katika barabara ya kutoka Mwenge kwenda Tegeta, eh, sasa hapa nimemkuta mkandarasi ni mzembe, na ili mara ya pili nakuja kukagua hapa. Kwa hivyo nimetoa muda kwa wataalamu wangu ya kwamba wakae chini, wakae chini na angalizo la isiyo zidi miezi miwili, wamwangalie. Akishindwa kuperform vile tunavyotaka, huyu tuna terminate mkataba wake tunavunja ile ambayo ni mkataba wake na tutatangaza upya, na baada ya kutangaza upya tutakwenda kupata mkandarasi mwingine atamalizia hii kazi, kwa sababu hawa sio watu walio serious kutumalizia hii kazi. Mkataba ulishakwisha toka mwezi Septemba, tukamwongezea miezi e, mitatu. Ameshindwa kufika katika malengo yetu, ndio maana nikasema isizi, isifike tena muda huo. Saa hizi tupo katika kuhakikisha kwamba tunataka fedha za Watanzania zifanye kazi yake ipasavyo. Mradi huu wa kutoka Ubungo Sam Nujoma tumeona wanakwenda na kasi, lakini kasi yao sio nzuri, na hivyo tumewapa miezi miwili waweze kumaliza kabisa ile section ya kutoka Ubungo mpaka kufika Mwenge, na vilevile, eneo lile nimebaini ya kwa kwamba vijana wanaofanya kazi katika hii miradi na hiyo sio kwa eneo lile tu, ni kwa nchi nzima. Kijana anapokwenda kufanya kazi katika hii miradi isiwe kwamba mtu anaamka tu asubuhi anamfukuza kazi, hapana.